Nam, hayati Raila Amolo Odinga atakumbukwa kwa mambo mengi aliyowapigania hasa katika demokrasia, sio hapa nchini Kenya tu bali Afrika na ulimwenguni. Na hizi hapa baadhi ya maoni kutoka kwa wananchi katika kaunti hii ya Narok, hususan mjini Narok, kuhusiana na swala hili. Namkumbuka Raila Odinga wakati alisema, uh, conservation ya Mau Forest ikonsafiwe na nakumbuka wakisema hata kama ataenda kuchoma mandasi Kibera aende achome lakini mao isefiwe. Hata wakati huu karibu sana, ambayo kuna watu wamekuwa infected kwa mao forest ambayo walikuwa wananyang'anywa mashamba yao, Raila aliweza kusimama na sisi na akakuja mpaka akawatembelea watu wa Ulokurto huko uko ndani, ndani. Akatuletea mabati akatuletea mablanketi. Huyo ni mtu ambaye amekuwa amekuwa mtu wa kila mtu. Hiyo katiba tumeletewa na Bwana Raila. Hiyo inasaidia mu Kenya. Sababu hii katiba imesimamia kila mtu. Ulikuwa wewe saa hii ukisikika ukitaja mtu kiongozi mkubwa, wewe unaingia kwa shida. Lakini hiyo yote Raila alikanyanga ikaisha. Saa hii tuko na hulu hiyo, hiyo katiba ya Kenya hiyo ya 2010 tuko na hulu kabisa na ndio uliona Wakenya wote, wakati Raila alitajwa amekufa, kila mtu alikuwa na mshangao sababu tumepoteza kiongozi. Hiyo ni kama kingi wa Wakenya na tutaweiona mwingine kama huyo. Hiyo ndio alikuwa baba wa taifa. Kwa hivyo sasa hivi wakati amekufa ndio unaanza kusikia alifanyiwa hivi, angekuwa rais angekufa wakati yako kwenye kiti. So nasema tu tutamkumbuka, kwa sababu alikuwa anatutetea sisi kama wananchi, na tunampenda sana Raila. Tutamkumbuka, wakati akiingia kwa podium, utasikia Raila kwanza mm, anaanza kusema haya haya, yoganyanamunjie. Sasa nitakumbuka hiyo sauti yaitapotea, hadi wakati nitakapokufa hiyo nitakumbuka Raila nayo. Raila anakumbuka kwa juu eh, kwa ajili ya maneno ya polisi ya Mau. Nakumbuka wakati mwingine watu wanataka kushukua Mau, Raila anasimama na Maasai anasema hakuna mtu anagusa hiyo polisi. Mimi nakumbuka hata mimi, wakati nasikia Raila umeenda, mimi umelia umelia umelia mpaka saa hii usikia nasikia roho yangu uchungu sana. Kipoita alisema juu nani ameshida, lakini mzee akasema waje tukae chini tukunywe kachai na kebake tuongee. Wengine wanasema wakataka kapere kwa heg, hata tuko huko sasa vile tuko Raila. Namjua sana juu ya demokrasi, alikuwa na uwezo kuunganisha opposition yote, lakini saizi hakuna. Sidhani kama kuna mtu atatokea ambaye ataweza kuunganisha opposition because he was a selfless leader, because he was a selfless leader. He did his part sasa kazi yetu itabidi tupigane tung'ang'ane na serikali, kwa sababu ya zile bills ambazo zimepitishwa, zilisainiwa na President William Ruto. Kama zinakandamiza, itabidi sasa ni sisi wenyewe tuchukue mantle na tuseme kama ni no. Yeye alikuwa ni mtu amekomboa katika Kenya yote, hana ukabila, kabila yote tuko ndani ya Kenya, alikuwa anatusaidia, nata saa hii tumesaidia katika hao vijana kwa sababu tuliona hao vijana ingeharibu nchi. Kwa sasa sina la ziada, ila ya nyote katika studio zetu za Nairobi na kuja jambi langu niite Ruben Motochi nam Kaunti ya Nyamira. Ni baadhi ya maeneo ambapo hayati Mheshimiwa Raila Molodinga alikuwa na uungwaji mkubwa kabisa. Na hapa tuko Nyamira mjini, ambapo tunaungana na baadhi ya wakazi wa eneo hili linaowatuelezwa watamkumbuka vipi kiongozi huyo. Kwa majina, mimi naitwa Evan Seraro ni mzaliwa wa Nyamira, Nyamaiya Ward. Yale mimi naweza mkumbukia sana kama Raila. Hii, when baba you are away. Wakati alikuwa ngamba akirudi na sikumbuka tumesumbuka sana tukitoka JKA mpaka tukafika Uhuru Park. Tumeyapitia magumu lakini tunasema ni asante kwa sababu yeye alikuwa anapigania haki. Ya pili yenye naweza mkumbuka naye mimi wakati wote alikuwa anakuja Gusii region because mimi nimekuwa karibu na yeye, tumekuwa Nairobi pale kwa kazi kama askari yake wa karibu. Baba alikuwa na uhusiano mwema na mtu na kabila zingine. Baba hakuwa mwa kabila, alitupenda sisi wote, alitupenda na haswa, kama viongozi wengi. Mimi najua hata wale wamekuwa wakishikilia kwa pati ya ODM, kama viongozi, watapoteza mambo mengi sana kuhusu baba Raila Amolo Odinga.

None of the people around will do what Raila did. Only the media will carry the aspirations of the Kenyans. Raila Amolo Odinga amekuwa nguzo muhimu katika nchi ya Kenya, amepigania demokrasia. Demokrasia hii tunayo sasa ya kuongea eh, imepiganiwa na mmojawapo akiwa Raila Amolo Odinga. So tunashukuru Mungu kwa ule muda alimpa ameweza kuishi kwa siku za nyuma. Raila Odinga amesimama na uh, human rights, amesimama na mwananchi sana. Kwa muda ule mwingi ambao aliishi, kwanza hapa Nyamira aliweza kutushughulikia wakati akiwa waziri wa barabara, akaweza kuhakikisha kwamba barabara inayotoka Kisii mpaka maeneo ya senta imewekwa lami. Aliweza kuwa na mchango pia wa kutengeneza zile headquarters zetu za polisi ambazo zinaonekana kuwa mzuri. Pia tutamkumbuka Mheshimiwa Raila Amolo Odinga kwa upiganiaji wa haki za kibinadamu na utetezi na kuhakikisha ya kwamba Kenya kama taifa limepata katiba mpya ambapo imehakikisha kwamba ugatuzi huko ugatuzi umeleta maendeleo. Naweza kumkumbuka Raila kwanza, ambapo tulikuwa na kumukum, Raila, ambapo machafuko ya baada ya uchaguzi aliweza kuweka tofauti yake, aliweza kuweka siasa yake kando, ushinde wake kando, akasema eli asipate urais, lakini wa Kenya wasipigane, wasiumie, wasiuane. Hivyo tunaweza kumkumbuka kwamba mtu ambaye ni selfless yani, akuwa mtu wa kujitakia makuu kama wa Kenya hawajapata uhuru ama, uh, haki yao. So tumepoteza Kenya kiongozi mzuri shupavu, ambaye tutaweza kumkosa kwa miaka mingi. Raila Amolo amekuwa ni mkuu ama tunasema kwa kisungu bayonea wa demokrasia katika dunia yote. Kwa mara ya kwanza tunamkumbuka Raila Amolo Odinga kwa mtu ambaye ako na msimamo thabiti, lakini akiona huu msimamo wake unaenda kuelekeza taifa katika sehemu mbaya ama bali papaya, ni yule mmoja ambaye pia analegeza ule msimamo wake. Nama hao ni baadhi ya wakazi wa kaunti hii ya Nyamira wakimkumbuka hayati Raila Amolo Odinga kuwa kiongozi aliyoweka maslahi ya kitaifa masla masla na maslahi ya wananchi mbele ya maslahi yake binafsi, na wakizidi kuomba hawa viongozi waliosalia waweze kuiga mfano wake na kutekeleza yale majukumu waliopewa bila kuangazia maslahi yao ya kibinafsi. Kutoka kaunti hii ya Nyamira tunasema lala salama, Raila Amolo Odinga. Leo tuko hapa katika eneo la Machakos, ambapo tungana na wananchi watupee hisia zao na maoni yao kuhusu Raila Odinga. Wacha tusikie wana yapi. Eh, nakumbuka Raila kama the father of devolution. Yeye mwenyewe ndiyo ametetea mambo ya devolution, hata amekufa akitetea mambo mengi ambayo imebaki serikali kuu iletwe katika kaunti ile ningeomba tu wa, wa, uh, rais wa Kenya na wale wengine wahakikishe ile, ile programs amebaki nazo huko juu, kwa heshima ya Raila arudishe kama, barabara zote zikuje county. Pia yeye ni father of democracy, ametetea zamani. Atungeongea kwa street siku hizi unaongea, lakini tunaonekana tunarudi huko kidogo, lakini lazima kuwe na freedom of expression vile Raila yeye mwenyewe amepigania ambaye nilimjua kama shujaa kutoka 1997 nikiwa mdogo akipigania uchaguzi wa haki na uchaguzi ulio wa kweli. Na Raila amepigania mambo mengi katika nchi hii, akapigania uhuru wa pili wa taifa la Kenya akapigania haki za wanadamu. Raila ni mtu aliweka kando nia zake kwa sababu ya taifa la Kenya. Nataka niseme hivi, viongozi wa Kenya, tuige mfano wa Raila Odinga kama tunampenda na kama tunatambua yale Raila alifanya na yale Raila alikusudia, tuhakikishe ya kwamba tunafanya uchaguzi wa haki, tunafanya mambo ya haki kuanzia mashinani mpaka juu katika presidency. Kamba nataka kumuyologize kama ndugu aliyependa nchi yake na kama a true patriot ambaye alijitolea sana kupigania nchi hii mambo mengi ambayo ni ya, ya kuheshimika Kenya hii, ni kama vile ungatuzi, gavana wetu wote wakiwa the 47 counties ni kama ile kazi wanatenda ilipiganiwa na huyu mzee, na niseme kwamba wakati huu wenye tuko watu wengi hawakuangi na ile nguvu ya kutetea jambo, kwa sababu ya kuongopa, wengine wanataka kuharibu jina ama hivi. Lakini mzee alikuwa anajua, tukipita njia hii nitaisimamia na itafaidi watu wetu, na watu wengi wakafaidika. Tunataka kumshukuru mahali yuko, na niulize watu wengi wainge mfano huu, wakuwe patriotic wa ukweli na kutetea nchi hii. Kwa hivyo tunasema Raila tunaweza kusema alituletea katiba mpya ambaye tuko na tuko na hiyo katiba kwa sasa, tunaweza kumkumbuka kwa hiyo. Kwa mengine maendeleo, ali upande wa Kisumu, tuliona maendeleo mingi, alipeleka huko kama, uh, mwanasiasa mkubwa. Kwa hivyo tunaweza kusema eko kwake na apumzike vizuri, na ni Robert Wambua. Uh, na ninataka kusema kuwa Raila alikuwa kiongozi ambaye alikuwa ameheshimika katika nchi ya Kenya. Na mimi Raila namkumbuka kwa sababu ya kuwa alikuwa anapenda demokrasi sana. Alikuwa anapenda uongozi mzuri na kwa hivyo alikuwa anajitolea sana kuongoza wananchi wa Kenya wakati kuna shida katika nchi na kutetea wananchi. Kwa hivyo, wananchi wote wa Kenya tunamkumbuka Raila kwa kututetea na kwa kutupigania ndio tukaweze kuwa na uongozi mzuri. Naam, hizo ni hisia tofauti kutoka kwa wananchi kutoka eneo la Machakos ambao wengi wao wanamwenzi Raila kwa kuwa alikuwa kiongozi aliyejitolea nchi yetu ya Kenya. Kutoka kaunti ya Machakos, mimi ni Enoch Musui. Naam, na huku taifa likiendelea kumwomboleza hayati Raila Odinga, wakazi wa kaunti ya Nyeri wameendelea kutoa rambirambi rambi zao na kumbukumbu kumbu za waziri huyo mkuu wa zamani. Hizi hapa semi zao kwa majina, naitwa Owen Karemi ama Remi. Namkumbuka, ali fight for us kama majenzi. Unaona ile time tulikuwa na maandamano ile ya ya ku protest ya, last time ali fight for us, ali alikuwa na to encourage as majenzi, yeah we fight for freedom. Ndio tunamkumbuka vizuri. Amekufa, alikuwa baba yetu, tunasema rest in peace baba bana, atakama ameenda bado your spirit is with us. bsiriiwituskwa Na majina naitwa Francis Kimani. Mimi ni mwenyekiti wa bodaboda hapa Nyeri Central. Na alikuwa anapenda sana kuongea kuhusu afya, afya yetu na stesheni zetu za afya. Kwa hivyo ni vizuri hata serikali inapofanya mambo iangalie mambo kama hayo eh, haswa upande wa afya, iangalie mahospitali zetu, iangalie masomo sababu ukiangalia hata wale watu ambao wamesaraud baba ni watu ambao wako na masomo ya hali ya juu. Kwa hivyo ni kumaanisha yeye alikuwa mtu ambao ana anafuatilia sana kuhusu masomo. Kwa majina naitwa Genesis wa pikipiki. Mimi nakumbuka huyo mzee na jia ya kupigania haki ya Mkenya, hiyo ingine ni kupigania kaunti. Alikuwa anapigania kaunti, pesa zikuja kwa kaunti ili kaunti ziweze kujisimamia zikiwa pekee. Kwa hivyo mimi nakumbuka huyo mzee na ninaona ni mzee alikuwa na nguvu sana ya kupigania kila mtu kaunti wa Kenya, hata pesa ya kila ya Kenya hii. Raila Odinga alikuwa mzee wa haki na ukweli. Kwa majina naitwa Collins washira mi, ni mfanyakazi wa huku Nyeri. Na kitu tunakumbuka nae Baba nayo ni ati, alikuwa mtu wa demokrasia na ile kitu Baba alipigania watu, serikali isikubali hiyo kitu itupiliwe mbali. Baba tunakupenda sana na tunasema rest in peace. Joy, naitwa Masi Wagali kutoka hapa wa soko ya police line. Kitu mi naweza kumbuka Baba nayo Baba ni mtu haku anauzua uoga. Baba akisimama amesimama. Baba akiamua ameamua. Tukimkumbuka, time ya kampeni alikuwa anakuja huku. Tulikuwa sote tunaambiwa baba ndiye mwenye mlima. Lakini, kwa yote, tunakumbuka baba kama mtu alikuwa shujaa. Ametuletea demokrasia katika hii taifa na amepigania uhuru wa kuongea. Uhuru speech, eh, uh, freedom of speech. To get over, here is, is to bring a bali iendelee na tunaendelea kumkumbuka na tuendelee na ile moyo alikuwa nayo ya umoja wa taifa. Nam, ndizo semi za wakazi wa kaunti ya Nyeri na eneo la kati kwa ujumla, huku taifa likiendelea kumkumbuka marehemu Raila Odinga. Nirejeshe upande wa kwa studio. Na mshukrani sana kama Umwangi hapo kutoka kaunti ya Nyeri na wanahabari wetu ambao wamekita kambi katika kaunti uh, mbali mbali hapa nchini, kwa kuwapa wananchi fursa, uh, ya kueleza tu kumbukumbu kumbu zao za Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Naitwa Masherima Kapombe na kutakia mchana mwema.